Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anadai kulikuwa na njama ya kumuua hapo jana baada ya kuhudhuria ibada katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a. Gachagua pia akidai kuwepo kwa amri ya kuwapokonya walinzi wake wa kibinafsi silaha kufuatia mzozo ulioshuhudiwa kwenye uzinduzi wa chama chake cha DCP. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akisema maisha yake yako hatarini, anadai kuponea chupuchupu chupu njama nyingine ya kumwangamiza had ordered that I be dealt with once and for all. Madai ya Gachagua kuhusu tisho kwa usalama wake yanajiri baada ya maafisa wa usalama kuripotiwa kufungwa kwa barabara moja inayoelekea alipokuwepo kiongozi huyo hapo jana. The instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within three months. This was the intent and the purpose of the whole operation. Mbunge huyo wa zamani wa Mathira akishikilia kwamba hakuna kosa lolote amefana na kwamba iwapo idara ya polisi wana njama ya kumkamata, basi wafike kwake Wamunyoro. If the government knows that I have committed a crime known under the laws of Kenya and identified in the penal code they know all my homes. Gachagua, aliyeandamana na wandani na wafuasi wake, pia akidai kuna amri ya kuwapokonya silaha walinzi wake wa kibinafsi anaowapongeza kukabiliana na kundi la vijana kwenye hafla maalum ya uzinduzi wa chama chake kipya cha DCP licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. Kiongozi huyo akishikilia kwamba hawezi ripoti njama ya kuuawa kwake kwa kuwa hana imani na idara ya polisi. Japo serikali imeshikilia kwamba naibu rais huyo wa zamani anachochea wananchi, Rigathi Gachagua anasema kwamba yeye anatekeleza wajibu wake wa kuelemisha raia. Seth Olale, runinga ya Citizen katika eneo la Karen, kaunti ya Nairobi.